Kwa mfano huu, nichukua fursa hii adhimu kuwasisitiza Waislamu kuwa ni wasikivu na wenye wa twaa kuweza kusikiliza viongozi wenu wa dini, lakini pia kuwa na twaa ya kuweza kuwasikiliza viongozi wetu wa serikali pale wanapotuelekeza tuwe ni wenye kusikia, na pale wanapotufahamisha tuwe ni wenye kutii, kwa sababu wao wapo kwa ajili ya kutazama maslahi yetu sisi. Tumemaliza mwezi mtukufu Ramadhani, tujitahidi kuyaendea mema kama ambavyo Mwenyezi Mungu alivyosema lengo la kufunga Ramadhani ili watu wabadilike, wawe wacha Mungu. Kuwa mchamungu maanake ni kutoka kwenye hali iliyokuwa kwenda kwenye hali ambayo iliyokuwa iliokuwa inayoridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukuwa Waislamu, hapa tumekaa kupitia amani na utulivu uliokuwepo ndani ya nchi yetu. Niwaombe Waislamu kupitia Uislamu wetu tuendelee kudumisha amani iliyokuwepo ndani ya nchi yetu, tukizingatia kwamba mbeleni mwetu kuna uchaguzi wa kuwachagua wabunge, madiwani na raisi ni waombe katika tukio hilo, tuwe watulivu kuhakikisha tunatafuta viongozi ambao watakaoweza kuleta maslahi ya nchi yetu. Kwenye hili tuepuke lugha inayotumika sasa upande. Kwenye hili tuepuke ushabiki kwenye hili tuchukue mfano wa kwamba kutafuta viongozi watakaweza kuleta maslaha ndani ya nchi yetu, ndani ya mkoa. Mimi na wadogo zangu wa wakuu wa wilaya, siku zote zitakuwa karibu katika kuweka mazingira wenyezi, mazingira mazuri, ili muweze kumwabudu na kumcha Mungu. Ninawasihi hasa wazazi, wanawake wenzangu, leo ni hivi hivi na mambo yake. Tutakapotoka hapa, tuende tukawakumbatie na kuangalia watoto wetu, tusiruhusu waende katika mazingira ambayo itakuwa ni kilio kwenye familia zetu.